Nzilani Naibu Rais Kithure Kindiki amewahakikishia wakazi wa eneo bunge la Mbere kaskazini kwamba serikali itakamilisha miradi yote inayoendelea katika eneo hilo na kuahidi kuanzisha miradi mingine zaidi ili kuboresha maisha yao. Kindiki ameyazungumza huku akiwahimiza kuchagua mgombeaji wa UDA Leonard Wamudhende katika uchaguzi mdogo wa wiki ijayo akisema atakuwa katika nafasi nzuri ya kusukuma kukamilisha kwa harakati na kwa haraka kwa miradi hiyo. Aliyepongeza kampeni ya Leonard katika maeneo ya Mutaranta na Kirie katika eneo bunge la Mbere Kaskazini. Kididi FM, kwa habari moto na kwingineko. Ni kuwa ripoti mpya ya Amnesty International Inashutumu serikali ya Kenya kwa kutumia teknolojia kuwakandamiza waandamanaji wakati wa maandamano wa ya jenzi ya mwaka 2024 na 25. Ripoti hiyo inakaridi mauaji 128 watu 83 watu waliotoweka walio na zaidi ya watu 3000 waliokamatwa kiolela. Kutokana na maandamano ya kupinga mswada wa kifedha, Amnesty International imesema mamlaka ilisambaza unyanyasaji mtandaoni, taarifa potofu na ufuatiliaji usio halali ili kuwanyamazisha vijana wanaozungumza. Amnesty pia inazua wasiwasi wasi mkubwa juu ya ufuatiliaji wa serikali, ikitoa madai kwamba mashirika ya usalama yalipata data ya simu na rekodi za eneo mara nyingi bila maagizo ya mahakama. Ripoti e hiyo inashutumu zaidi jukwaa la X kwa kushindwa kuzuia kampeni zilizoratibiwa za chuki na taarifa potofu ambazo zililenga wanaharakati Kididi FM. Moto na tukiendelea na habari zingine ni kuwa waziri wa leba Daktari Alfred Mutua amepuuzilia mbali madai kwamba Wakenya walioajiriwa chini ya mpango wa kazi majuu huko pwani wamekwama na hawawezi kusafiri nje ya nchi. Waziri huyo amefafanua kuwa kati ya watu 500 walioajiriwa na kufadhiliwa na serikali tayari wamesafiri huku mia moja na ishirini na moja wakisubiri kuondoka. Aliongeza kuwa 84 kati yao tayari wana visa na wanatazamwa kusafiri hivi karibuni. Hata hivyo, amebainisha kuwa waombaji wengi hawakufaulu hawa majaribio ya dawa jambo ambalo lilowazuia kupata visa. Akihutubia wanahabari mjini Machakos leo hii, waziri huyo ameonya kuhusu mashirika ya kuajiri watu mabovu, akifichua kuwa mia sita yamefutiwa usajili katika mwaka uliopita. Ametaja kamp kamp kampuni moja iliyotumiwa kulagai wa Kenya kwa kunyanyasa pesa, na tangu wakati huo ameitwa na DCI kurekodi taarifa hiyo. Kididi FM kwa habari moto moto. Na tukiendelea ni kuwa vituo vya mabasi vya umma kote nchini Kenya vinakabiliwa na tishio linaloongezeka la usalama huku visa vya abiria kuwekewa dawa za kulevya na kuibiwa na uhalifu wanaojifanya kuwa wasafiri wenzao. Waathiriwa mara nyingi huishia kukwama, kunyimwa vitu vyao na wakati mwingine kulazwa hospitalini baada ya kula vyakula au vinywaji vilivyokolea. Wakati utekelezaji wa sheria unafanya kazi ili kukomesha uhalifu huo, wasafiri lazima wakae macho na kuchukua tahadhari ili kujilinda. Tuhabari, moto, moto. Na tukiendelea na habari zingine ni kuwa Kenya imeongeza shinikizo la kidiplomasia kwa Tanzania kuwajibika kwa mauaji ya mwalimu wa Kenya jijini Dar es Salaam huku Waziri Mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi akifichua kuwa serikali imetaka imetaka hatua za haraka na usaidizi katika kufu, kufu, kutafuta mwili wa mwathiriwa huyo. John Ogutu mwalimu wa shule ya Sky katika wilaya ya Kinondoni aliuawa kwa kupigwa risasi tarehe 29 Oktoba mwaka huu, mwendo wa saa 7 mchana, katika kituo cha Goba, wilaya wa Bugo, wa ya Ubungo, wakati wa machafuko ya baada ya uchaguzi wa urais yaliyofanyika Oktoba 29 Tanzania. Akizungumza mbele ya wabunge leo hii, Mudavadi amesema kesi ya ugutu inasalia kuwa kifo pekee kinachohusisha Mkenya aliyoripotiwa kwa mamlaka, lakini ambacho kimezua wasiwasi mkubwa kutokana na kuchelewa kupatikana kwa mwili huo. Amefichua kuwa juhudi za upekuzi na kamisheni ya, juwa, ya juu ya Kenya jijini Dar es Salaam ikisaidiwa na shule za Sky zilishindwa kufuatilia mwili huo licha ya kukagua vyumba vingi vya uhifadhi wa maiti katika hospitali na jijini Dar es Salaam. Wizara imesema imetoa taarifa mara moja kwa mamlaka za Tanzania kuomba rasmi uingiliaji kati kupitia njia ya kidiplomasia. Amelihakikisha bunge kuwa serikali itawezesha kurejesha maiti pindi mwili huo utakapopatikana na kwamba Tanzania imetakiwa kuharakisha uchunguzi huo. Hata hivyo, Mudavadi ameonya kwamba Kenya kwa sasa haina mfumo mathubuti wa kufuatilia raia wake nje ya nchi kufuatia kuzimwa kwa tovuti ya usajili mtandaoni ambayo ilikuwa imerekodi maagizo magi, zaidi ya laki moja kati ya mwaka 2021 na Juni mwaka 2023 jukwaa hilo lilizimwa kwa sababu ya ukosefu wa ufadhili na hivyo kuifanya serikali kutegemea usajili wa mikono kwenye balozi na mabalozi madogo. Kutokana na hali hiyo, ni Wakenya 766 pekee waliokuwa wamejiandikisha kimwili katika misheni hiyo ya Dar es Salaam na Arusha kati ya mwaka 2021 na na Oktoba mwaka huu Mudavadi amesema pengo la data linaleta changamoto kwa majibu ya dharura, usimamizi wa shida na uundaji wa sera za muda mrefu. Amelitaka bunge kufadhili urejeshaji wa mfumo wa usajili mtandaoni ili kuwawezesha ufuatiliaji wa wakati halisi kwa Wakenya walioko nje. Na katika rubaa za kimataifa ni kuwa watu 13 wameuawa la wengine kadhaa wamejeruhiwa jumanne kufuatia shambulio la anga la Israel kwenye kambi ya wakimbizi ya Kipalestina kusini mwa Lebanon. Wizara ya Afya ya Lebanon imesema shambulio hilo la droni lililenga eneo la kuegesha magari katika msikiti uliopo kwenye kambi ya wakimbizi wa Ain nje kidogo na mji wa pwani wa Sidon. Hili ni shambulio baya zaidi nchini Lebanon tangu kusitishwa kwa mapigano kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah. Mwaka mmoja uliopita. Kididi FM kwa habari moto moto. Na mwisho wa mwangaza wa Kididi awamu ya saa moja usiku nawatakia usiku mwema. Jina langu ni Sarah Nzilani. <tiple>